Sasa hivi tuna compete kwenye masuala ya ushindani wa uzalishaji. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo katika halmashauri zote za Tanzania kwamba kila halmashauri ikabuni miradi ili kwamba kila halmashauri ifike mahala isiwe ombaomba isiwe tegemezi, halmashauri iwe na uwezo wa kujiendesha. Kwenye hii kabrasha inaonyesha kwamba halmashauri yetu ya Mbinga nishi tumehakikisha tunapeleka milioni mia moja katika kila kata katika kata ishirini na tisa, na hizo fedha zinakwenda kutekeleza miradi viporo, lakini na, na, na, na ile miradi ambayo ilikuwa ilikuwa na uhitaji ikiwa imatudaavo kumalizia, yani majengo ambayo yalikuwa yameanza. Lakini pamoja na hayo ni waasi wa waheshimiwa madiwani, fedha hizo zikalenge yale ambayo tumekusudia, mkasimamia hizo fedha pamoja na wataalamu mko shirikiani na watendaji wenu, hizo fedha ziende kwenye miradi. Hizo fedha sio za kwenda kuongeza mke wa pili au watatu. Ukitaka kuongeza mke wa pili ni ruhusa, watatu ni ruhusa, lakini sio kwenye fedha hizi ambazo halmashauri tumezitolea jasho, tumetafuta kwa ajili ya shughuli za aderea. Kwa mwaka wa fedha ishirini na sita ishirini na saba halmashauri inakisia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni hamsini na saba <Olga realised> <Silcia> <puppy enormous> milioni 588 ambazo zinabeba makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, fedha za mapato ya ndani bilioni 12.7. Fedha za maripo kwa ajili ya mishahara ya watumishi bilioni 31.8. Fedha bilioni moja nukta tisa ni fedha kutoka serikali kuu, ruzuku kwa matumizi ya shughuli zisizo za maendeleo, lakini pia fedha bilioni kumi nukta nne fedha kutoka serikali kuu kwa hiyo utekezaj shughuli za miradi ya maendeleo. Mwaka jana kwenye mwaka wa fedha 2025/2026 mlikuwa na makisio ya makusanyo yaliyopitishwa na bunge ya bilioni kumi nukta nne eh, nye mlikusanya mkapita by almost 2 billion eh, na safari hii safari hii kile ile ya makusanyo ile estimates tumeenda bilioni e, na 12, e, na mbili. Kwa hiyo ukiangalia grafi ya makusanyo ya halmashauri ya wilaya ya Mbinga kwamba inapanda, na safari hii bilioni kumi na mbili ilikuwa na kufuatilia makusanyo ambayo yameshafika mpaka jana, nadhani mtakuwa mmefikisha zile bilioni kumi, mnaanza kukusanya nje ya budget expenses zilizopitishwa na bungu, kwa maana ya kwamba sasa hii itakuwa ni ziada ya makusanyo. Kwa hiyo bila kuwa na usimamizi mzuri na ufuatiliaji haya yote yanaweza kufanyika. Kwa hiyo niwaa kusema kwamba nawapongezeni, si tu kwamba nasema empty statement, lakini viko viashiria ambayo vinatumika kupima, kupima utendaji ndani eh, ya halmashauri ambayo kwa kweli kwa asilimia za halmashauri yetu mnafanya vizuri, kama alivyozungumza mwenyekiti wa baraza, ni kwamba sisi kama madiwani natakiwa tushirikiana na wataalamu kuhakikisha hii bajeti inaenda kutekelezeka na isifanyiwe mchezo mchezo wana moja au nyingine. Kwa hiyo kimsingi, nafikiri sisi kama madiwani tutashirikiana na wataalamu pamoja na wakuu wa idara kuhakikisha kwamba hii bajeti inakwenda vizuri, inaenda kufanya maendeleo ya watanzania wana moja au nyingine, ili mambo yaweze kwenda vizuri.